Kukamilika kwa daraja wengi tumefurahia, lakini kwa hapa tunaachwa kwenye changamoto ngumu mno. Hatutakuwa na sehemu ya kuingiza kipato tena. Tulichokuwa tunaomba tu serikali itu, itu, itu, itu, itu, ituangalizie utaratibu wa kutuwekea hata stendi ili wamama tupate pa kujikimu kutafuta kipato. Mimi kwa mimi kabisa, namshukuru Rais Magufuli kwa kutufungulia hili daraja, kutuletea mradi wa daraja pamoja na mwendo kasi. Ninashukuru likuwa hapa, ukifika unasubiri foreni hata masaa matano. Ukifika saa kumi unavuka hata saa mbili ya usiku. Zamani ilikuwa ni kusubiri foreni na usubiri feri ende ikarudi. Kwa hiyo sasa hivi ukifika unapita kwa urahisi, tunashukuru sana ukamilika kwa daraja. Nazisikia vizuri kwa sababu tukuwa tunahangaika sana sisi ni wa mama walisha hivi si, sahivi nani daraja hivi nimekamilika, zitakuwa zinapita gari zinaenda moja kwa moja. Sasa sisi ndio maana tuta, tutaathirika sana kiuchumi ki sana tutashuka chini. Natamani sana tupate stendi kwa sababu na sisi tutakuwa tuna tunapata hapo tunategemea tuna tupata fedha hapo. Daraja hili nzuri li na linapendeza pia pia atakuwa amerahisisha kwa abiria wanaosafiri kwa kuwahi kufika wanapoenda. Kwa uelewa wangu, nilikuwa naomba kwamba waweke muda watu watembee kwa miguu, pia walifahamu. Baada ya hapo, waweke kiasi kidogo cha fedha kwa ajili ya, ya kivuko ili serikali ipate kipato pia na eneo husika la hapa kwetu Kigongo liweze kupata angalau hata kipato kidogo kwa ajili ya manufaa ya kijiji. Tukio ambalo lilo wahi kutokea hapa darajani ni ajali ilipatikana ya haisi ilidumbukia ndani ya maji ah. Hivyo tokea ile ajali yaani, ile ajali haisi ile ilifeli breki, baada ya hapo ikaenda ikagonga geti pale, ikazama ndani ya maji, watu wengi sana walipoteza uhai wao kwa sababu ya ajali hiyo, na baadhi ya um, kaka mmoja anaitwa Mati, yeye alikuwa anaishi Bukumbi. Tuko tunamfahamu, yaani mara nyingi yeye kazi yake ilikuwa ni kazi ya hapa Kigongo. Ina maana Kigongo na Bukumbi kidogo tuna mahusiano, ina maana tuko tunamfahamu.